Kwa muda sasa, walimu nchini wamekuwa wakilalama kuhusu bima ya afya na jinsi serikali imejikokota kushughulikia swala hilo la bima ya afya kwa walimu <laughs> hali ambayo sasa imepelekea muungano wa walimu wa sekondari KUPPET tawi la Turkana kujitokeza na kueleza baadhi ya changamoto ambazo wamepitia wanapoenda kutafuta matibabu chini ya mpango wa afya ya SHA, wakieleza baadhi ya matakwa ambayo wanaitaka serikali kushughulikia yanayohusu bima hii ya SHA na matibabu kwa walimu wote. Turkana branch teachers are highly disappointed. There is a matter

Walimu hawa wakidokeza kuwa wanakosa huduma za matibabu wanapotumia bima ya SHA na kulazimika kutumia fedha mfukoni, ilhali wanakatwa kiwango cha juu cha pesa za kulipia bima hii ya SHA. Mwalimu akiwa mgonjwa akiwa hana afya nzuri, kazi itamshinda na wanafunzi pia vilevile wataadhirika kwa namna moja au nyingine. Eh, si kwamba SHA tu imejitokeza tu hivyo, hapana. Pesa zimekuwa zikikatwa kila mwezi, tunakatwa shilingi elfu elfu mbili pesa nyingi sana mm? Na wamekuwa wakihitaji shilingi milioni 37 ya nini? Na kazi leo hii umeonyesha kwamba kazi imewashinda. Aidha wamedokeza kuwa wanahangaika sana wakitafuta matibabu na kuitaka serikali kuingilia kati, huku wakitoa wito kwa mwajiri wao TSC kushughulikia hali hiyo haraka iwezekanavyo. Kama ofisi wa KUPPET, tuko mali hapa kwa sababu uh, juzi kumekuwa na mazungumzo kati ya CEO wetu Nanzi Masharia na serikali, na akaonyesha kwamba SHA haina uwezo wa kushughulikia matibabu ya walimu, na SHA wenyewe wamesema kwamba hata wakipewa mwaka mmoja bado hawatakuwa na uwezo. Na ndio sisi tunasema kama walimu kwamba aa, SHA kama haina uwezo watafute insurance nyingine ambayo inaweza shughulikia matibabu ya walimu. Lalama hizi zimejia baada ya tetesi kuibuka kuwa walimu takriban elfu 360 hawapati huduma za matibabu kupitia bima ya SHA, tetesi ambazo zilipingwa na uongozi wa mamlaka ya SHA wakidokeza kuwa walimu na jamaa zao wanastahili kupokea matibabu kupitia mpango huo wa SHA. Meri Kialo, Undugu TV.